Kutoka hapa Moshi mkoani Kilimanjaro, tuko katika mchakato wa hatua za awali ndani ya Chama Cha Mapinduzi za uchukuaji wa fomu, zoezi ambalo linafanyika tarehe na 28 mwezi huu wa 6 mwaka 2025 kwa maana ya siku ya kesho ya Jumamosi. Sisi tupo kwa ajili ya kukuletea nani na nani hasa ambao wametiania ya kugombea nafasi ya ubunge, kadhalika nafasi ya udiwani katika majimbo saba yaliyopo katika mkoa huu wa Kilimanjaro kwa maana ya jimbo la Same Mashariki, jimbo la Same Magharibi, jimbo la Mwanga, eh, jimbo la Vunjo, jimbo la Rombo, jimbo la Moshi Vijijini, jimbo la Moshi Mjini, lakini vile vile eh, jimbo la Hai na jimbo la Siha. Tayari majina na kadhaa yametajwa katika maeneo hayo sisi bila iana tutakufahamisha tu nani ni nani katika mchakato huu, lakini pia nataka nikukumbushe tu hali ilivyokuwa e, mwaka elfu mbili na ishirini wakati mchakato kama huu ukifanyika, tukianzia katika jimbo la Moshi Vijijini na jimbo la Vunjo ambayo kiwalesia kwa maana ya kichama e, ofisi yao ni moja, maana ya ofisi ya wilaya ya chama cha mapinduzi ikiwa katika eneo la KDC hivi ndivyo hali ilivyokuwa mwaka 2020. Mchakato wa uchaguzi ndani ya Chama cha Mapinduzi ndio umeanza hii leo kwa wagombea watiania wa nafasi ya ubunge na udiwani kuchukua fomu katika ofisi za Chama cha Mapinduzi ngazi ya wilaya, na hapa nyuma yangu ni ofisi ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Moshi Vijijini. Tayari wagombea kadha kadha wamekwishafika ambao idadi yao inakadiriwa kufikia ishirini jimbo la Moshi Vijijini, lakini vivyo hivyo kwa jimbo la Vunjo. Nimepata nafasi ya kuzungumza na baadhi yao ambao wa, wamekuja kuchukua fomu na wameleza kwa uchache zaidi nia hasa ya kuchukua fomu hii. Mimi jina ninaitwa Kennedy Vincent Mania nimetokea Moshi Vijijini kuchukua fomu ya kugombea ubunge hmm. kwa hiyo nipo hapa asubuhi, fomu tayari nimeshaipata, kwa hiyo najiandaa kwenda kuijaza na kuirudisha. Naitwa Nelvin Kitama Chenje natokea kata ya Kimochi mm -hmm. Old Moshi moo kijiji nilichozaliwa na umri wa miaka 43. Nimechukua fomu ya kugombea ubunge Moshi Vijijini kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Mi naitwa Dr. Kanaeli Kale, kwa fani yangu ni mwandishi wa habari, sasa hivi ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino. Mi ni mzaliwa Mwika Kusini katika kijiji cha Kondeni nimekuja kutia nia kugombea ubunge jimbo la Vunjo kupitia Chama cha Mapinduzi kwa jina la majina, naitwa Bosco Simba, ni kada mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Leo lioni ofisi za chama wilaya kutekeleza wajibu na kuchukua fomu iweze kuwa kugombea katika sehemu nafasi ya ubunge Moshi Vijijini. Endelea kutufuatilia. Mimi ni Dickson Busagaga na hii ni Clouds TV.